Yes, mambo vipi mwana sawa sawa digital? Hope huko poa kabisa. Niko na story ambayo inamhusu mke wa rais wa zamani wa Marekani nikimaanisha Barack Obama. E, moja kati ya wanawake ambao pia ni watulivu na sio watu wa mitandao sana, kusema wanaongelewa sana au wanakuwa na stori chafu ambazo zinatokea kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia kuna baadhi ya watu wengi walikuwa wanaendeleza sana kuvumisha uvumi wa kusema yeye na mume wake nikimaanisha Obama hawako sawa, yani ni kama wamegombana hivi na vitu vingine vikawa vimetoka vingi sana in stuff like that, so niko uko hapa kukuweka sawa, kutokana na yeye mwenyewe kuweza kuthibitisha na moja kati ya podcast ambazo zinapatikana kule Marekani, ambapo waliweza kumwaga ukweli wote kuhusiana na e, swala lake yeye pamoja e, na, na, na, na, na Obama. Sasa mke wa zamani wa Rais Obama e, Michelle Obama ameweza kuzungumzia uvumi eh, kutengana na Barack Obama, akieleza kwamba kuto kuwepo kwa hivi karibuni, eh, kwenye matukio makubwa kama uzinduzi wa Trump eh, na mazishi ya Jimmy Carter ni moja kati ya matukio ambayo ni makubwa ambayo yalitokea huko nchini Marekani. Lakini pia Barack Obama naye alikuwa alihusika au aliweza kufika katika sehemu hizo, lakini watu ambacho walishangaa ni kuto kumuona eh, mkewe, hakuwa naye, ndio maana akazidi kuconnect dot kwamba au hawa watu kweli hawako sawa. So kwa uamuzi wa binafsi na si kutokana na matatizo ya ndoa e, bwana, sio matatizo ya ndoa ambayo yanasababisha. Kwa hivyo huenda kulikuwa kuna harakati nyingine au issue nyingine ambayo anaifanya. So sio kila kila muda lazima wewe unatembea tembea na mtu wako muda wote, hiyo haijakaa sawa. Katika mahojiano hayo na podcast hiyo ambayo e, alifanya na mwanadada anayefahamika kwa jina la Sofia Bushi, alisema hata hakuweza kuelewa kwamba nilikuwa nafanya uamuzi kwa ajili yangu mwenyewe. Eh, Michelle anasema kwamba alisisitiza umuhimu wa kuipa kipaumbele muda wake binafsi, uhuru na fursa mpya ikiwemo podcast yake mpya iitwayo IMO. So aliweza kuvunga mengi sana, kutokana na hiyo situation ambayo watu wengi wamekuwa kama wakiwaki wakimconnectia waki, waki kwamba hawako sawa hawa watu. So aliweza kuongeza kusema kwamba sasa, si sasa, ndio wakati wangu wa kuanza kujiuliza maswali haya magumu, na hilo eh, linabadilisha mambo. So mambo yanaweza kabadilika kuwa ni mengi kutokana na eh, uvumi mwingi sana ambao unakuwa unatokana hata katika maisha pia. Kawaida mtu ukiwa na semwa semwa sana kwa vitu ambavyo si vya kweli, kuna baadhi ya watu watachukulia ukweli kutokana na kuto kujua kuenda kwa undani na vitu vingine vikawa kama hivyo. Lakini sisi kama sawa sawa digital, kazi yetu sisi ni kukupa uhakika wa mambo ambayo unakuwa eh, huna uhakika nayo au yanakutatiza kwa namna moja ama nyingine. Endelea kutufuatilia sisi, kwa sababu taarifa zote tunakupatia kwa uhakika zaidi.